Uh, you know cleanness sometimes is next to godliness. Na Mungu amesimama nasi hata ni kusema hivi, uh, Safaricom Foundation has also decided to fund us with a cheque of 200,000 and to that effect tumeunda malokas na viti 55 units ambazo tumeweka kwa darasa moja e35 watoto kwa kusema kweli wamefurahi na watasoma vizuri. Kwa hivyo mimi naona hii community ikienda mbele. In fact it has impacted on enrollment. Enrollment since we opened this school it has been on the rise. Kila siku tunapokea watoto karibu watano, therefore I'm very happy na naombea mtune, mheshimiwa siku hizi nasikia tu tabu, lakini na tam aii kwa nafasi ametengea madarasa tano na najua nafasi hii shule itapokea watoto wengi kulingana na vile shule imejengwa. Asante kwa sababu tunatakia mheshimiwa na, na e, mzima ili aendelee kusaidia shule vile ametusaidia sisi. Asante kwa sababu yeye ni mchapakazi. Asasi walete watoto hapa wengi sana, kwa sababu tuko na madarasa ntunataka wazazi waleza watoto wa wengi ili shule e, ina nafasi ya, ya watoto. Nataka kuwaambia wazazi, nataka kusema walimu watakuwa kwa mazingira mazuri na vikiri, tutapata matokeo mazuri. Sisi tunakuwa i ya kusupport mheshimiwa, tukue line ya mwheshimiwa ili 2027 kikuja, sisi tuendelee na kazi mweshimiwa. Upande wa stima wamesema ukweli na na mheshimiwa mheshimiwa ameniambia transformer transformer ziko lazima maximization, yani kwa kwa extend set. Wakati wa Huru Kenyatta ni hapa anaanza kuongea mambo mambo yake sijui nini, boom, boom. Hapana. Mbe, first line defense ya mheshimiwa mm, yes. Next time akikuja, mambo nyinyi mwambie mkataze, kwa sababu mheshimiwa ametuletea project, na akikuja huku sisi tukoe forefront

tuone kama naweza tuletea ile milioni tatu imebaki, ili wewe pia uongezee shamba hiyo. Mambo ya maji maji devolve, lakini tunajua mheshimiwa ndiye alienda akatafuta wakati alikuwa chairman kule kwa North Victoria, lakini kwa daktari hakumaliza. Tutatafuta njia tuone hiyo maji imalizike, ili watu wetu na wanafunzi waweze kutumia hiyo maji. Wakati sisi tukisoma hapa, hata wakati wa CPE 844

Tuko na mikutano mingi, mheshimiwa anasema akitoka hapa atatakana alalie Nairobi, sijui aende Mombasa. Na hiyo ni kazi ya serikali. Pia mimi nilikuwa na mikutano huko, lakini kwa sababu yeye alikuwa spika, akaniambia, mheshimiwa, wewe ambia tu spika, tunaenda mkutano na wewe. Sasa mtu azikudanganye, kuna vitambulisho zingine zitakwenda kuexpire. Hakuna kitambulisho ile ita expire. zitakatwa ili wasimame kura, zizatakatwa. Kanduyi itabaki moja kwa sababu hakuna muda wa kubadilisha mipaka. Vao vantu vefe, tafadhali tujitokeze tutafute vitambulisho kama vile mliona jana mpaka hiyo secretariat yote leo u vandu vaaunivu banyawaja wamaia sekretariati ili tuzikuwa na vita 2027 tafadhali. Kisha kwamba wale wafanyikazi wa Nzoya tunawaomba, tunawaomba, sisi tutafanya kila inalowezekana kuhakikisha kwamba wanalipwa fedha zao. That is our assignment, is our duty. Sisi hatuwezi furahia kama hawajalipwa pesa, lakini nataka kusema kuna haki ya maandamano mimi ni mwanashere najua kuna haki ya maandamano, lakini pesa hazitalipwa kwa sababu ya maandamano. Pesa zitalipwa kwa sababu tunasemezana, na mimi nataka kupanga mkutano pamoja na hiyo union wawakilisha wafanyikazi, tukutane na waziri wa kilimo na waziri wa fedha, tuhakikishe kwamba suluhu inapatikana kwa wakulima na wafanyikazi wa ms hiyo pesa ya, ya, ya wafanyikazi na retirees lazima tuhakikishe awa retirees wamelipwa pesa na wakulima wamelipwa pesa, na hiyo ndio jukumu langu. Nikienda Nairobi kuendelea kusukuma kuhakikisha awa wanalipwa <coughs> mkulima wa Nzoya akipeleka miwa analipa kwa siku zao. Haja, hmm, yangu ya pili ni kuhakikisha kwamba mfanyikazi yule anafanya kazi Nzoya ambaye anachuka hiyo miwa ya mkulima lazima alipe pesa.

tunataka kubadilisha sura ya hiyo National Polytechnic ili kuwe National Polytechnic mara kama ch -chi hostels chihostel tutawasomi 1200 at the cost of Kenya shillings 620 million. Hii National Polytechnic, watu watoke kule nje wengi sana, wakuja wanaandikwa wanachukua wanasoma hapo

tupeleke National Polytechnic yetu hapa, tuandikishe wanafunzi hapo. Sisi tunataka kusukuma serikali wa tuambia kwamba waongeze courses nyingi hapo, ili tuweze kupata wanafunzi wetu wengi wakienda katika hiyo National Polytechnic. Fanya drainage za kwa hiyo barabara pande zote mbili, pande zote mbili kama huku leo ama kesho, utaona itakuwa inatangazwa kwa magazeti. Tunataka kutengeza drainage za hiyo barabara tutengeneza hapo mahali tumalize. Lakini kama stop gap mesha tumeambia watu ya gera, beche wangu na hapo ni barabara hiyo nene na usingo na the main drainage je barabara tena. Barabara tumekuwa na changamoto nyingi sana. Hata na gera la ngawa mheshimiwa zetu na kande bali. Wewe ulikuwa hapo kwa matanga ukasema barabara ya kutoka Bulondo kwenda kutoka Sangalo Bulondo itatengenezwa. Wananchi bado wananiuliza ulitudanganya, ama ilikuachi Nenya kwa wala bandu befwe barabara ya kutoka Sangalo kwenda Bulondo kuikucha paka Musamba. E barabara yeyo bandile barwa eleta wa wadi Samwele liwi kilicha e Samwele nenya no contractor ya jaka wale zile haliota. Wiki ijayo hii mimi mwenyewe nitakuwa kwa hiyo barabara, pamoja na contractor, ili wale mangabali wa sokolango ne barabara eta watakosa kitu cha kusema na kutekeleza, kuna nafasi hapo katikati ambayo inaitwa subira. Kila ambacho nataka kuomba hata baba wa Kristo, uzidanga Yesu akole ita banga aluhmaatizewel inywe nywese musa bandi tupatie wakati. Maneno haya yote nyinyi mkiongea, mimi nasikiliza, naenda kusukuma kule ofisi ambazo zinatakikana, na mimi nataka kuhakikishia ya kwamba maneno ya stima baada ya elimu maneno ya stima ndio ajenda namba mbili, mimi kama mjumbe wa Kanduyi.